Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tuko tunaangazia na makala ya bata ipo katika hatua ya kulalia mayai au kuatamia mayai au wengine wanasema kulalia mayai. Kuna mambo muhimu sana ambayo inabidi uweze kuyafahamu, ili kusudi bata wako anapokalia mayai na mayai yale yote yaweze kutoa na kuweza kuangua watoto. Kwa makala hii ya leo nimeweza kuleta video hii, hatua kwa hatua tutajifunza. Tutajua ni gani, vitu gani ambavyo inabidi uweze kuvifanya ili kusudi bata wako atakapoanza kukalia mayai, kama bata wetu ambao mmetazama katika skrini yetu hapo. Huyu bata kashaanza kukalia mayai, kwa hiyo tuna matarajio kwamba aweze kutoa watoto wote. Maana kama bata wako atakuwa anakalia mayai manne manne, inabidi aweze kutoa mayai yote, ndio tupate vifaranga vinne, na tukapata vifaranga vinne, ina maana vifaranga hivyo vinne ndio watakuwa bata kijumla bata watano tuna bata wanne na vifaranga mayai manne, vifaranga vile vinne, tuna ma, bata nane kwa wale mayai, mayai ndio watoto wa baadaye. Kwa bila kupoteza muda, mpenzi mtazamaji, na kukukumbusha uweze kusubscribe uweze ku like uweze ku comment pamoja na ku share, na pia uweze ku share experience kwamba wewe na wewe bata wako unapokalia mayai unafanya kitu gani? kama anavyoweka katika skrini yako hapo, pezo maji ni mayai yetu. Hayo ni mayai tayari yanakaliwa na bata. Kwa hiyo cha msingi kabisa, jitahidi mayai yako yaweze kuwa na joto kama unavyoyaona hayo. Kama tutengenezea pale kiota bado, tunaweza kiota tukaweka na mchanga, tukazungushia mchanga vizuri, kwa bata kawa anataga pale, na hayo ni manyoya ambayo bata wao wenyewe anaweka ile manyoya kwa ajili ya kuweza kupata joto, maana mayai haya ili yaweze kuanguliwa vizuri na yaweze kutoka yote Walakala, ukihesabu mayai kwa mangapi ina mayai, kuna mayai takriban mayai kumi hapo, tunatarajia tukuweza kupata watoto kumi akikosa sana bata wetu walau watoto tisa. Ina maana tayari tuna mifugo mingi itaongezeka kwenye bata wetu watano tulionao tukipata na watoto aa wa tisa tayari tuna bata kumi na ngapi? Tuna bata kumi na nne cha kwanza kabisa kama unavyotazama hapo, bata unapokuwa unafungua asubuhi, ina maana bata yule anekalia mayai, inabidi aweze kuwa na chakula cha kutosha. Cha kwanza kabisa inabidi kwa uzingatie kwenye jambo la chakula na, chakula chako inabidi uweze kuongeza pia, na, na vitamini calcium. Ina maana kwamba uweze kupata vitamini kununua dukani vitamini, au unaweza kwa wewe mwenyewe kununua ile chumvi ukachanganya chumvi, a kachukua na maganda ya mayai ambao pia yanauzwa wapi? Yanauzwa madukani. Kwa hiyo ukichukua maganda yae, ya mayai um, au mifupa iliyosagwa ukiinunua madukani, unachanganya na pamba zao, kama nilivyochanganya mimi hapo, ina maana bata wako anayekalia aweze kula hicho chakula ambacho kina mchanganyo wa hivyo vitu. Ina maana bata wako atakuwa na moja kwa moja atakuwa na joto na atakuwa hana sumbui, kwani mayai mengi yanakuwa hayanguliwi kwa ajili ya kitu kimoja tu. Sababu kubwa mayai yanakuwa hayanguliwi kwa sababu yale yani mayai bata anakuwa anatoka aenda katika hatua za mbali, yani bata anatoka aenda zaidi ya kilomita moja au mita moja ili kwenda kujitafutia chakula. Lakini kwa ushauri, unashauriwa kwamba bata wako anapoanza kulalia inabidi chakula kiwepo karibu, kama sisi ambavyo tulivyotengeneza chakula, maana kipo karibu na mlango hapo, kwa maana bata wako watakula, na bata anayekalia mayai ni huyo bata mweusi mwenye madoa meupe huyo huyo anekula huyu huyu, ndio bata anakalia mayai. Kwa hiyo leo ni asubuhi, na bata wetu hapa wanatazama, anakula akishiba, akaenda kukaa pale kwenye mayai, anaweza kukaa kwa muda mwingi na hatimaye mayai yetu yote yakaweza kuanguliwa, tutaweza kupata watoto hao kumi na jumlisha bata wetu wanao hao watano, ndio tutakuwa tuna bata kumi na tano. Kwa hiyo kitu cha msingi kabisa mpenzi mtazamaji Tedi sana, kwa hiyo kuna maji, kwa hiyo kuna chakula laii, chakula ambacho kitamwongezea baada ya kuwa na nguvu, kaa kwenye mayai, aweze kukaa kwa muda mwingi, na mayai aweze kupata joto kwa chakula. Chakula cha muhimu sana na aweze kuwagawia mara kwa mara, ile ya kulisha chakula kutoka mara tatu. Kwa muda huu ambao bata wako anata, anana, analalia mayai, ndio muda muhimu sana kuweza kuzingatia ile ratiba, ili kusudi bata wako, na baada ya kutoka kwenye mayai, kutafuta chakula akutani na chakula cha kutosha, ili ale, anaweza kupata nguvu ya kwenda kukalia mayai. Kwa hiyo mbele za maji ni kama hivyo, na pia maji ya kunywa lazima yawepo, hayo maji ya kunywa ya kutosha pamoja na yale maji ya kuogelea ili kusudi bata anapotoka kwenye mayai akifika, anywe maji ale ya shibe, asiweze kuangaka angaka popote. Ili kusudi atakapokula akashiba na kuwa hana movement nyingine ya kutoka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na majo, wa Nebuye TV. Naidi sana kwenye jambo zia na chakula, chakula ni muhimu sana. Chakula na maji visikatike, ili bata wako wasiweze kutoka kwenda sehemu nyingine. Kitu kingine, aina nyingine ya chakula tulizozungumzia pale awali kwamba chakula kina calcium. Unaona chakula ambacho kina carbohydrate au ambacho kina mchanganyiko wa starch ndio carbohydrate hiyo, na chakula ambacho kina, kina, kina protein ni muhimu sana sana sana kwenye wakati huu ambapo bata anakalia mayai yake. Na kitu kingine cha kuwa chenye protini unakipataje? Cha kuwa cha protini unakipata kwenye mabaki mabaki ya vyakula ambavyo mnakula nyie pale nyumbani, mfano mnakula ubwabo usiku. Au mnapika ugali, yale maharage. Mabaki mabaki yale yote ya vyakula unavichukua vizuri, unavitengeneza vizuri, unawawekea pale bata, wanakuwa anakula kama unavyotazama hapo, yani hayo ni mabaki. Bata analalia ni huyo anayekula mabaki, ugali. mabaki ugali, umo, ya ugali. Ana mabaki ya ugali ambayo kuna mboga mboga ndani humo. Huo atakula baada ya muda mchache, atakaposhiba anaweza kukaa kwenye mayai na akakaa kwa muda mwingi na mayai yakawa na joto la kutosha. Muda wa kuanguliwa mayai hayo yanaanguliwa yote na kunapata watoto wote ambao tunatarajia katika hayo mayai. Kwa hiyo hiyo ni kitu cha msingi sana sana kwani mayai ili yaanguliwe inabidi iweze kuwa na joto. Na bata anapokuwa anakaa na pale anachokuwa anakifanya ni kuyapa yale mayai joto na kuweza kuyageuza juu na chini, kuyapa yale bata, joto. Kwa hiyo atakaa pale zaidi ya wiki mbili. Kwa hiyo lazima kuwe na chakula cha kutosha, kuwe kuna maji mengi kama unavyoona hapo na uzingatie kabisa. Ukizingatia bana, ufugaji wa bata ni mwepesi sana, uezingatia tu kanuni zao na pia zingatia video zinazokuwa na naeleza na hatua kwa hatua. Kwa hiyo tunaweza kuangalia video kuanzia mwanzo, utengenezaji wa banda mpaka bata ametotoa mayai mpaka leo bata amekalia mayai. Na pia video nyingine zitatoka kwa ajili ya bata atakapoanza kuangua mayai na kuangalia vifaranga, jinsi ya kutunza vifaranga ni muhimu sana. Kwa hiyo kama unaona, mtazamaji wa Nebuye TV, hapo bata wetu amekula, unaona mshiba na kula na shiba na muda si mrefu ataweza kuingia ndani mda bandani mwake kwa ajili ya kwenda kukalia mayai yake na kuweza kuyapa joto, ili muda wa kuangua mayai atakapokuwa tayari wale vifaranga watoke na tuweze kuongeza bata wengi. Maana mayai yetu tunayo tumaza na bata wetu watano na na bata wetu watano, maana dume mmoja bata kwa majike wanne, kwa sababu tunatarajia kila jike moja ndani ya miezi hii ndani ya miezi sita aweze kupata mtoto watoto zaidi ya kumi kumi. Kama kila jike moja akipata watoto kumi kumi, tunakuwa tuna watoto arobaini, watoto arobaini jumlisha na hawa watano, tutakuwa tuna bata jumla arobaini na tano. Hiyo ni ndani ya miezi sita. Ndani ya mwaka mmoja, ukijidaba mara mbili, ina maana utakuwa na bata wengi wengi wengi sana. Kikubwa mpenzi mtazamaji, usiwaze kuanza na bata wengi sana ambaye baadaye watakuja kuchanganya, utashindwa wata kuhudumia. Anza kidogo kidogo, lakini kuwa na consistency kidogo, kidogo, kidogo unachokifanya ili kusudi kuja kupata mavuno makubwa, na ukuaji utakuwa ni mkubwa, kwa sababu utakuwa umeshajua changamoto za bata ni nini na nini cha kufanya, kwenye bata wanavyokuwa wanalalia au wanakalia mayai, na nini inabidi usikifanye ili kusudi unapokuwa na zao, mazao makubwa tapoanza kumiliki bata zaidi ya hamsini waswezi kutuchanganya ajua. Bata wote tabia zao ya majiata, tumeweza kuprovide chakula mapema ks lakini unaona anaingia kama hivo, unaona kwenye skrini yako hapo, tayari bata ameshiba. Sasa anaingia kwa ajili ya kwenda kuangalia mazingira, aanze kulalia mayai yake, akalie mayai kwao. Pia mtazamaji, unaona kama hivyo, anaingia mpaka ndani kwenda kuangalia, unaona kwao. Bata ndio huyo sasa, amekula ameshiba, ana inabidi aingie ndio kwenda kukalia mayai hayo kwao, anaingia hapo unaona. Anaingia mayai, na atakalia mayai maana baada ya zaidi ya wiki mbili naamini tutaanza kupata vifaranga vilivyokuwa bora. Na kama unavyoangalia hapo, tumetengenezea kijumba kidogo, sehemu ndogo kabisa, anaweza amonaeza ka akapenya baada akaingia mwenyewe, na akikaa hapo, mayai yote yanakuwa yanapata joto, na natarajia kuweza kupata mayai yote yaweze kuanguliwa, naweza kupata vifaranga vyote vyote ambavyo tumeweza kukusudia. Kumbe mtazamaji, ufugaji wa bata ni rahisi sana kama kulingana ukifuata hatua mbalimbali, na ukiwa unafuata mtaalamu, ina maana kwamba watajifunza vitu vingi. Unaona vingi, vingi, vingi, vingi, vingi, vingi, vingi, sana sana. chakula ni chakula jambo la muhimu sana bata wako wale ashibe, anywe maji, atakapenda kulalia mayai aweze kukaa kwenye mayai kwa muda mwingi ili asiweze kupoteza joto na mayai yako yasiweze kuwa yasiweze nilikuwa hayana joto. Kwa hiyo mayai ndio kama hayo mayai hayo yote, mayai kumi tunatarajia kuweza kuwa na vifaranga kumi kuwa na vifaranga kumi baada ya wiki mbili zijazo. Nakukumbusha tu mpenzi mtazamaji uweze kusubscribe, uweze kulike, uweze kucomment na wewe pia kama ni mfugaji wa bata unaweza kutualika tukaja, namba zetu za simu ziko hapo, au kama unataka ushauri wowote, tukushauri kwa hatua ulizofikia, tukushauri ili kusudi uweze kupata matarajio na matunda uliokuwa umeweza kutarajia. Kwani leo sisi tumeanza na bata wetu watano, na tunatarajia kila bata mmoja jike mmoja aweze kutaga mayai mengi. Naomba usubscribe. Karibu NEBUYE TV.